Watu wengi sana wamekuwa wanapata changamoto ya kufungua akaunti mpya au kurudisha akaunti za zamani za akaunti zao za Telegram. Sasa na kuletea hii app ipo Play Store, inaitwa 1.1.1.1 ambayo ukishai connect utaweza kufungua akaunti yako ya Telegram. Sasa Telegram wenyewe watakwambia uandike namba, ukishaandika namba watakuambia uandike email yako ukishaandika email yako, watakutumia zile kodi ambazo utarudi tena kwenye application ya Telegram, utaziandika hizo kodi. Baada ya hapo, ile namba ambayo uliandika mwanzoni, watakupigia simu. Sasa inabidi uwe makini kwenye, ukishapokea hiyo simu inabidi uwe makini manake, yule anayekutajia hizo namba za ambazo ni codes, muda mwingine zile namba za katikati huwa kama hazisikiki vizuri. Kwa hiyo kwa kufanya hivi, utaweza kufungua au kurudisha akaunti yako ya Telegram. Baadhi ya tahadhari inabidi uzichukue kwenye hii application ya Telegram, mojawapo ni usiklik link ambayo umetumiwa na mtu usiyemfahamu, na kama kuna ulazima, basi mtafute mtu ambaye ni mbobezi kwenye mambo ya IT aweze kuikagua linki hiyo. Sasa watu wengi sana wanauliza Telegram kwa nini Telegram kwa nini? Watu wengi wanataka kufungua akaunti za Telegram? Sasa kuna hizi faida mbalimbali mbali za kuwa na akaunti ya Telegram. Kitu cha kwanza, Telegram inatumika katika kupata zile coins au sarafu za kimtandao za bure ambazo tunaita airdrops bots. Kitu cha pili, inaweza ikatumika katika kupromoti au kukuza biashara, kupata wateja katika chaneli mbalimbali au magrupu katika akaunti yako ya Telegram.